Taarifa nyingine zinaarifu kwamba Gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani amezindua ruzuku ya shilingi milioni 30 ya kufadhili masomo ya wanafunzi walio katika vyuo vya kiufundi katika kaunti ya Kwale. Tayari shilingi milioni ishirini zimekabidhiwa vyuo vya kiufundi katika kaunti hiyo ili kufadhili masomo ya wanafunzi katika vyuo hivyo anuai. Kaunti ya Kwale ina jumla ya vituo 43 vya kiufundi vinavyopeana mafunzo mbalimbali ikiwemo seremala, ususi, ujenzi na uhandisi. Vilevile vile, Gavana Achani amewahimiza vijana katika kaunti hiyo kusajili kampuni ili kupata zabuni kutoka kwa serikali. na programu ya pili ni kupeana ile grant yani, pesa ambayo inasimamiwa na serikali gatuzi. Kwa zile VTC zetu tunapeana grant ya milioni ishirini kwa zile VTC zetu, hii ni kama basari pia, kind of na hii serikali haijakataa hata zile basaries kunavyo vile ambavyo tunajaribu kusukuma ili wale wanafunzi wetu wa polytechnic waweze kukubalika kupewa bursaries. Nataka niseme mmejizolea nafasi ya kupata opportunities pale nje. Hakika gavana, umetuwezesha na tunashukuru. Na ninaweza sema umetuwezesha kivipi? Hapo mwanzo watoto walikuwa wanasoma lakini inakuwa ngumu hata kubuku ule mtihani, yaani anasoma anamaliza, lakini hapati ile certification, but kupitia your initiative wanafunzi siku hizi wanabuku mpaka inafika town, tunasema no, tumefunga booking kwa sababu wamebuku wengi kabisa. So asante sana kwa hilo.